Nashindanga tu tumenjikanzia Sunday. Unaona huko kwenye nikuvu ati kunaitwa aje? Hapa inaitwa Aboresham. Amboledam. Yeah. Na kuna gavi nzuri. Kese badoi. Alafu ona. Eh, kake ni msuri. Imanje ni kwanza. Doi kuni. Doi kuni. Na unajua mimi nimekuwa nikiambia Amanda, mimi sipendi hiyo ungaria anatuambia hapo tushinde tukipika na ngasi. Mimi hata nasikianga iki. Na si ninaanza toa hizi kuni tuende nayo. Heri naweza toa doi tuende nayo amu. Lakini sasa Eviwa lakini dio ikatunga, ngoja kwense, ngoja kabla ijatoa koni, itaenda kupikia wapi? Na nyumba ya mdosi yako ina nini, aina mahali ya kupikia kwa kuni? Naomba likoni ana anaanza kataa, kwa sababu mimi ungali ya gasi. Aana atanasa mawe, itatoa wapi mawe? Lazima ikwe iko na nini keja iko na ile mawe tatu alafu sasa inakaa na hii na nanyinyi kwa si na sababu sikennakwanga naombansinava e. Kwanga nakuja yeah, lakini ile ni mia sisi sisia atumiangi sana ile ile moto moto kunimle. Unajua, unajua mdosi yangu ah mimi angu oh, mime, ragi, kunia, ragi, moshi eji e, yeye yeah, ejiiko na shida ya kifua. Mimi kifa miatanatavuda nibanye kanzi mahali na nakuni kwa sababu ngazi hapana hapana. Ajua, hey, kwanza hiyo ugali akuni akikunywa asubuhi na masiwa ni tamu? Ye ni tamu. Sasa ni mi ilovi nasikia ikinishinda kila kitu ngasi kila kitu ngasi svado yes, hmm. Sio rahisi kwanza ile shai. Unajua, wabu, uh, ile shai ile shai yao misipendi amu isipoje mka ivi vizuri kama ile ya, ya moto ya kuni. Mi naona hii moto ya ngasi naeza kuwa iko mko na ndevu ao boshi va kwa sababu hiyo hmm. moto inatokanga wapi? nani ya mbulu umeona, yeah, moto ya mbulu mbulu, na, na, na yellow. Yenyu iko na yellow yetu ni yeah, ya mbulu ikiwaka hivi inatoa in, in, in bulu tena inatoa yellow kwa ndani kake ya bo, umefikiria doi nita kanji mi uju mambo ya ngasi habana, moto ni ile ya kundi. Ata Moses benya alienda huko kwa mulima, ilikuwa ni kuni, ilikuwa imewaga, na huyo ni Mungu. Niambie hii moto ya ngazi kama si ndevo worship ni nini? Tunabanya e, kama ingekuwa mambo ya Mungu hiyo mambo ya gasi ingekuwa iko kitambo, tangu tam, samani za kale ile ya, ya Moses ingekuwa iko na gasi aia, kwa sababu ai ya bana. Hebu tuende tuone ile zaindi ni nini nini wanabanya huko. Nimeona wakiunza nini ile, e, ile. mabe mabe tuangalie, lakini hiyo mambo umesema devo worship hata mimi